Katibu wa jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT wilaya Mtwara Mikindani amewataka vijana kuwa waaminifu katika kipindi cha uchumba ili kujenga familia bora yenye hofu ya Mungu. Akifundisha katika ibada ya mkesha wa vijana a umoja wa makanisa ya Kikristo Tanzania CCT wilaya Mtwara Mikindani iliyofanyika katika kanisa la Anglikana lililopo Mtwara mjini, Mchungaji David Stanley Udoba ambaye pia ni katibu wa jumuiya ya kikristo Tanzania CCT wilaya Mtwara Mikindani amesema vijana wanatakiwa kujiepusha na tamaa, ili kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Kanuni za kikristo katika urafiki, kanuni ya kwanza, uaminifu, heshima na mawasiliano mema. Utasoma wakati mwingine kwenye kitabu cha Methali sura ya kumi na tatu aya ishirini, imeandikwa, aendaye na wenye hekima atakuwa mwenye hekima. Kanuni ya pili, epuka tamaa na dhambi za mwili. Marafiki wengi ambao wameanza kuwa na urafiki wa kawaida, ni msingi mkubwa wa kutengeneza mahusiano yenye faida baadaye. Usipoweka kanuni, usipoweka namna nzuri ya kutengeneza urafiki huu, unakuwa shubiri kwenye maisha yenu. Wako watu walioanza vizuri kwenye urafiki, baadaye watu hawa urafiki wao ukawa ni hatari na unanuka, wao wenyewe hawawezi hata kusalimiana Wakiimba kwaya moja, noo salamu, wanapishana tu. Kwa nini? hawakufuata kanuni za urafiki. Aidha, mwenyekiti wa mama CCT wilaya Mtwara Mikindani Rose Mlaki amefundisha vijana namna ya kuombea nchi bila kukata tamaa, akieleza kuwa Mungu husikia maombi ya kila mwanadamu, huku mwenyekiti wa vijana CCT wilaya Mtwara Mikindani Sara Timothy Mwakaregesi akieleza mikakati na lengo la mkesha huo. Haijalishi tunapita mahali pa namna gani, Sina haja wala sina sababu za kuelezea, kila mmoja anajua mahali tunapopita. Sisi ni vijana, haijalishi tuko wilaya ya manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoa wa Mtwara, lakini kwa imani tunaweza kusimama kwa ajili ya taifa la Tanzania na kwa ajili ya vijana wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe! maombi hayana mpaka. Kwa ajili ya taifa letu na kwa ajili ya vijana wenzetu. Bwana ataweka wamizi yao, Bwana atageuza uteka wa adui, Bwana atawafanya wale ambao wanatesa baba Tanzania vijana wenyewe kwa wenyewe. Tunatamani kuona amani ya Bwana ikitawala, amani ya Mungu ipitayo akili za wanadamu, maana Yesu Kristo ni mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Nao baadhi ya watoa mada mbalimbali akiwepo Aron Hunterson Mungaya, Fredrick Swai na vijana wengine walioshiriki ibada hiyo wamefundisha na kueleza namna walivyoguswa na mkesha huo, licha ya kuwataka vijana kushiriki mikesha hiyo inayoandaliwa kwa ajili yao. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mkesha ambao tulikuwa nao. Malengo yetu ya sasa ni kila mwezi tutakuwa na mkesha na baada ya hapo tutakuwa na tamasha kubwa sana la waimbaji litakalohusiana na vijana ili kujenga mwili wa Kristo pamoja katika mkoa wetu. Kwa hiyo tuendelee kuiombea na kusimama katika misingi ya Mungu. Lengo ya hii mikesha ni kukuza, kuwakuza vijana kiroho na kusimama kwa ajili ya kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu ili tuweze kufikia na kukua katika imani ya Kristo ili Tanzania iweze kuwa na vijana walio bora, wenye hekima na kumwogopa Mungu. Umoja katika Roho Mtakatifu huu moja unaozungumziwa hapa ni ewote, tunapomwabudu Mungu na kumsifu Mungu hapa, haijalishi piga kinanda first second, haijalishi bass wala piga drum, umoja katika Roho Mtakatifu. haijalishi leader, haijalishi waleba sauti ya kwanza ya pili na tatu. Umoja katika Roho ni pale ambapo wote tunakuwa na sauti moja, simaanishi wote tunaimba sauti ya kwanza ya pili ya tatu, hapana. Tunapomwabudu Mungu wa kweli na wa pekee, tunakuwa hakuna mawaa. Kipekee namshukuru Mungu sana kuwepo kwenye ibada hii ya CCT vijana, ambayo ni mkesha ulioandaliwa kwa ajili ya kusifu na kuabudu kwa kweli namwona Mungu anatuhudumia kwa siku ya leo. Nimefurahi sana, nimefurahi sana. Napenda kualika mabinti na vijana wengine ambao mna shauku ya kuhudhuria mikesha na ibada mbalimbali, msiache kumtumikia Mungu. Karibuni sana, tumtumikie Mungu. Na kwa kweli tunamshukuru sana viongozi wetu wa idara ya CCT vijana kwa mara ya kwanza leta mkesha um, wa kwanza ambao umetusaidia, lakini pia tumejifunza mambo mengi kama vijana. Lakini moja, tumekutana na vitu ambavyo wakati mwingine tulikuwa tunavisikia nje, lakini Mungu ni mwema, tumeweza kujifunza namna jinsi gani kijana mkristo akiwa katika mahusiano ambayo yako ndani ya kikristo na kuikulia imani yake bila kutoka nje ya ambao nje ya uhusiano wa Mungu. Lakini pia imetusaidia sisi kama vijana ambao tuko chini ya CCT kuendelea kutembea na kutengeneza uchumi wetu vizuri. Tumeweza kujifunza kutoka kwa mchungaji wetu wa, wa, wa katibu wa idara sti, mchungaji Odoba. Lakini pia asante kwa ajili ya mama Chiwinga ambao ametufundisha namna maombi yanaweza kutusaidia vijana. Tumeona kwenye mifano ya Biblia mingi imeweza kutusaidia, lakini sisi pia tunaamini vijana tutaweza kusaidika kupitia maombi, lakini pia kupitia kumtumikia Mungu kwa bidii. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.